Kabla ya kuendelea kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu ya Kuku Chapchap basi chukua sekunde chache ku subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo bila kusahau ku like, ku comment na ku share video hii na wafugaji wengine. Ungana na mimi na Isaya hatua kwa hatua ili kujifunza ni jinsi gani ya kutunza kumbukumbu kwenye ufugaji wa kuku. Haya ni mambo muhimu sana ya kutunza kumbukumbu. Kitu cha kwanza ni aina ya kuku na idadi sahihi ya kuku. Na kwa maana ya kwamba sehemu ulipowanunua. Kitu cha pili kurekodi kitabuni siku walipoingia bandani, yaani tarehe husika. Kitu cha tatu hapa ni kurekodi idadi ya vifo vya kila siku kama vitatokea. Kitu cha nne, bila kusahau chakula cha kila siku. Kitu cha tano ni uzalishaji wa kila siku, nikimaanisha idadi ya mayai yanayotagwa kila siku. Kitu cha sita kurekodi mauzo ya kila siku na kitu cha saba na cha mwisho bila kusahau kurekodi matumizi mengineyo yatakayojitokeza katika mradi wako. Ukifanikiwa vyema kuweka kumbukumbu za mambo hayo kama tulivyokwisha kueleza hapo, itakusaidia sana na itakujenga mno kukumbuka yafuatayo: idadi sahihi ya kuku ulionayo. Hii ni baada ya kama palikuwa na vifo vyovyote bandani, au kuuza au kuibiwa gharama ulizotumia kwa chakula, dawa, wajekazi, vitamins, chanjo, randa. Hizi ni gharama za uzalishaji kwa ujumla. Mauzo yatokanayo na kuku au mayai kwa kila wakati utakapokuwa ukiuza. Kwa wale wote wanaokuwa wakijiuliza au wakitafuta ni wapi wanaweza kupata vifaranga vya Kuroira, jibu ni Kuku Chapchap. Pekee unapata kifaranga mwenye afya nzuri aliyekwisha kuchomwa chanjo ya kwanza ya Marix. Tupigie sasa hivi kupata vifaranga vyako bora kabisa namba unazoziona hapo chini. Kujua shida kuu shambani kama ni ugonjwa, chakula, chanjo, wizi na kadhalika. Hii itakusaidia kufahamu kiasi ulichotumia kwenye uzalishaji, kiasi ulichopata baada ya kuuza. Ukitoa mauzo kwa gharama za uzalishaji, unaweza kufahamu kama biashara yako imekupa faida au hasara. Mfano, chukua daftari lako kubwa, counter book au notebook yako, kisha andika kwenye kurasa tofauti tofauti Labda ukurasa wa kwanza, unaacha karatasi kama nne, unaandika kitu kingine. Kwa mfano, ukurasa wa kwanza, siku ulionunua, idadi, gharama za manunuzi, gharama za maandalizi, pamoja na aina ya kuku. Ukurasa mwingine, chakula cha kila siku. Hapa unaainisha tarehe na chakula walichokula na gharama. Kumbuka, bila kusahau, tunauza fomu nzuri na yenye matokeo mazuri kwa kuku wako kwa bei rafiki sana kuku wa kienyeji yani kuku asili, kuku wa mayai layers, pamoja na kuku chotara broilers. Tupigie sasa hivi kupata fomu yako ili upate matokeo bora kwa kuku wako kwa namba unazoziona hapo chini. Baada ya karatasi nne tena unaandika vifo vya kila siku na mauzo ili kujua idadi sahihi ya kuku wanaobaki bandani. Baada ya karatasi nne tena unaweza ukaandika mauzo ya kuku, mayai, vifaranga na kadhalika. Hapa ainisha idadi ya bidhaa, bei ya mauzo, usisahau kuandika tarehe. Ukurasa mwingine tena unaweza ukaandika labda matibabu. Hapa utaainisha chanjo, vitamins, madawa na kadhalika. Kama utamwita daktari pia, gharama zake zote zionekane sehemu hii ya karatasi ya kila siku. Matumizi mengine kama umeme, maji, mkaa, mfanyakazi, unaweza kuziainisha sehemu ambayo utakuwa unakumbuka, na usiache kuyaandika ili yaje kukusaidia kwenye majumuisho baada ya muda fulani. Bila kusahau tumekuandalia namna sahihi utakayoweza kutunza kumbukumbu kumbu katika projekti yako. Kwa vyote tulivyovielezea hapo, utavipata cha kufanya, tupigie kwa namba unazoziona hapo kuweza kuipata cha muhimu zaidi. Inabidi uwe na andiko la ya mradi, yani business plan. Inasaidia sana kuweka kumbukumbu. Ukihitaji kuandika, ukihitaji kuandikiwa business plan ya projekti yako ya kuku, pia tunaandika. Wasiliana nasi kupitia hizo namba kwa msaada zaidi. Leo tuishie hapa, kama utakujaelewa sehemu, basi usisahau kuwasiliana nasi kwa msaada zaidi, na kama utakuwa na maoni yoyote, unaweza kutuandikia hapo chini, na mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa kile tulichoandalia na kujifunza kwa pamoja, bila kusahau kulike, kukomenti na kushare video hii na wafugaji wengine, kisha kusubscribe na kubonyeza alama alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo. Asanteni sana na Mungu awabariki.